Kuhusu yale matundu ya choo, kuna ubabaifu ulitokea ukiwa kama mwenyekiti. Je, kwa sasa hivi ule ubabaifu uliokuwa nao utaendelea au utakuwa umeachana nao? Naomba majibu. Asante mama, mama jibu lako nitayaacha. <laughs> Vituko <laughs> na vioja daima huwa haviweki kambi yake mbali, hasa linapokuja swala la masuala mazima ya siasa. Na mind you, siku chache nyuma zilizopita zoezi la kutafuta wagombea ambao wataenda kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta uh, viongozi wa serikali za mitaa lilikuwa likiendelea. Sasa, moja miongoni mwa kijiji ambacho kinapatikana mkoani Mwanza, pembezoni kidogo tu, mahali ambapo panafahamika kama Nyanshishi kulikuwa na zoezi hilo. Moja miongoni mwa kiongozi ambaye pengine alitarajiwa kutoa maelezo yenye hoja ambazo ni tunduizi, hoja ambazo aa, zinajenga lakini zenye ushawishi ikawa ndivyo sivyo. Imagine, unauliza swali kwa kiongozi akweza kwa kufafanulia kinagaubaga kuhusiana na jambo fulani, lakini yeye kwake inakuwa ni tofauti. Sasa shuhudia mzee huyu alivyokuwa akipangua hoja za wajumbe ambao walikuwa wakimuuliza maswali ili waweze kumpatia ridhaa ya yeye kuweza kuchukua kijiti cha kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kijijini ya hapo. Mtamuuliza mwenyekiti mtarajiwa mwenyekiti, leo hii unatuambia maendeleo hayapotoka ulipotoka kwenye utawala, na huu uchaguzi ni wa chama, si uchaguzi wa kuwatumikia wananchi, yani serikali kwa ujumla. Swali langu siku, ukiulizwa tena baada ya kukupitisha sisi na chama pinzani, tulikupa miaka mingapi? Yosi, mitano Ukatoka wewe akaja mwenzako, ulipotoka wewe, maendeleo yako yanaonekana, unatuambia nini sasa? Asante mjumbe. Ingawa swali lako limepindikapindika kidogo, nitakujibu ninavyojua na mimi kwa sababu, ulioniuliza kama mageuzi, nitakwenda kupambana na mageuzi huko huko. Nipeni kula mimi ni jembe, ni kazi tu hapa hapa, ni kazi tu. Akina mama hoye, wakina baba hoye, eti miaka iliyopita mkuiona kazi yangu mimi, hapa ni kazi tu. Inasimamia kwa baba marehemu Magufuli, mimi kazi tuna mama Samia, kazi mbele, hairudi nyuma. Hii ni G Media Online na kwangu jina ni Grey Muumba. Hakikisha una subscribe, na like, na comment na kushare kunako channel yetu hii ya YouTube ifamikayo kwa jina la G Media Online.